Lakini nitumia fursa hii ya Mheshimiwa Jaji Mutungi, msajili wa vyama vya siasa, waheshimiwa viongozi wa vyama mbalimbali vya siasa ambao vimeitikia wito wetu, na kwa niaba ya Shirika la Utangazaji Tanzania nitumia fursa hii kwanza, eh, kuwakaribisha katika mkutano huu. Karibuni sana, sana. Lakini pili, nitumia fursa hii pia kuwashukuru sana najua mna majukumu mengi, shughuli nyingi, lakini kukubali kuja e, kushiriki nasi na washukuru sana e, mkutano huu tulifikiria tuuandae na tukamwomba msajili wa vyama vya siasa, kwa sababu maalum kwamba tusaidie tuwe na mkutano huu, kwa sababu ni jambo muhimu, tuko kwenye msimu ambao ni msimu wa uchaguzi, mwaka wa uchaguzi. Kwa hiyo, na sisi kama shirika la utangazaji Tanzania tuna dhima maalum tena ya kisheria e, katika kuhakikisha kwamba tunasaidia nchi yetu kupata taarifa mbalimbali za wagombea za vyama e, katika, katika msimu. Sasa ni jambo muhimu sana kwamba tukakutana, na tuliwaalika pia e, tume huru ya taifa ya uchaguzi shiriki nasi. Jambo la muhimu sana ilikuwa ni kwamba TBC sisi kama shirika ya utangazaji tupate fursa ya kushutana na ninyi. Kwa hiyo sisi TBC tulioandaa tumekuja pia na watendaji wetu watenda watenda wa TBC wa, naomba msimame e, baadhi ya watendaji wa management na wengine, tutakuwa na mawasilisho yetu meweza katimu lakini naamini pia Mheshimiwa Mkajiri na watendaji kutoka ofisi yako kama wako, naomba wasimame. Nawezaa, na tunatarajia tutakuwa na mawasilisho machache ambayo ni muhimu. Tutakuwa na wasilisho la kueleza jima ya chombo kama TBC. E, ni moja ya vyombo ambavyo huwa havieleweki sana na sio hapa Tanzania lakini duniani pia, lakini nitaeleza tu <coughs> kwa undani, lakini tutakuwa na wasilisho la sheria kwamba ni nini wajibu watinisi, e, wa TBC wakati wa uchaguzi. Na waheshimiwa, kama mtakavyoona <coughs> sio wajibu mwepesi, wajibu muhimu, lakini tutapenda sana kuwasikia na ninyi mzungumze yaliyo moyoni mwenu kuhusiana na matarajio yenu kwa TBC kaaoelekea a. Baada ya kusema hayo, nawashukuru sana kwa kuja na karibuni, na unaweza kupiga makofi kwa ajili ya neno hili la karibisho na pia pia utambulisho. Basi kabla ya kuendelea na mada nyingine, kwa kadiri ya anavyoonyesha huko, Niombe kwa heshima na taadhima nimkaribishe mkurugenzi wa idara ya huduma za kisheria wa INEC, mingile, spokwari, serman, mchibona, bae. na huyu si mwingine isipokuwa ndugu Seleman Mchibora ambaye ameshawasili na ameketi nyuma. Sasa tunakualika mbele, karibu sana mheshimiwa. Naomba tupigie makofi ya hii, ni ishara ya kwamba tumekubaliana kuja huku mbele. <laughs> Asante sana. Sasa nadhani huu ni mkutano wa TBC na vyama vya siasa na, na msimamizi wa vyama hivyo vya siasa iko hapa, na kama ndivyo ilivyo, basi nimkaribisha sasa msajili wa vyama vya siasa nchini Jaji Francis Mutungi, basi aweze kuja kusema neno na sisi kama ishara ya kufungua rasmi mkutano huu. Mheshimiwa Jaji, karibu sana.

nimenyamaza kusudi wenye kusema waseme kwamba sii kuna pepo pale kuongea. Ninaona nyuso ambazo mtafikiri kwamba tuko kwenye shida au hivi. Msiba ni mmoja tu, si sana, si sisikie. Tuna wapeni mkoli, tumepata taarifa muda si mrefu. Kwa poleni sana, sitafanya jitihada za kuwafikia lakini pia uh, nimeona kabla sijaanza kuongea chochote, nami nikiweke sawa kuangalia, niwazoee kuangalia, imeshakufanya mkutano ukaongea na TBC ukafanya mkutano ukaongea na wanasiasa. Nilitaka kutanguliza kwamba naomba kwenye mkutano huu wachue huu, sio nikisimama hapa nikaongea neno kwenye ni ingineni watu po. Kwa nini, nachosema ni kwamba mkutano huu tuwe huru kuongea na naamini, lengo ni kuisaidia pia TBC katika mada watakazozileta na najua ni kuelekea kwenye uchaguzi. Kwa kuna watu nadukuduku wameanza kuongea doabar. Hotuba ninayo ndefu sana mimi sina uhuru wa kusoma hotuba, nataka nitoe maneno ambayo naamini yanatoka moyoni, lakini yatagusa kwenye kitu ambacho kinaendana na mkutano <coughs> wa leo. Lakini ile itifaki ya kawaida lazima niseme, waheshimiwa viongozi wa vyama vya siasa, ninaamini hamjatendewa haki. Uwa anapenda wanasiasa usimame, useme mimi fulani kutoka chama fulani yani, mtuanze mkutano hadi bila kujitambulisha. Kwa hiyo mimi naomba nikae kwanza, wanasiasa wapate hiyo fursa ya kujitambulisha, alafu ndio tutaendelea naye. Naoi makofi nikisikiaje, msajili wa vyama vya siasa anaonyesha alivyo mkarimu. Aa, habari ya asubuhi. Nakubaliana na msajili kwamba chakula cha wanasiasa ni recognition na respect, kutambuliwa na kuheshimiwa. Kwa hiyo nimesimamishwa ili nitambuliwe rasmi. Mimi ni Aroshaibu, katibu mkuu wa ACT Wazalendo i John Fumbo aayata visesa ihondogo <laughs> <laughs> Mimi ndiye mwenye kiti wa taifa, chama cha Democratic Party wengi tunaita

Kosta Jini Kibonde, mwenyekiti wa chama cha makini maarifa kilimo na nishati. Naitwa Mohamed Omar Shaaban, naibu wa chama cha Makini. Kutoka katika chama cha UNDP, mwenyekiti taifa, naitwa Yusuf Sawira, katibu mkuu wa Tanzania Federal Party kwa majina naitwa Michael, na kile Mzelendo, mjumbe wa kamati kuu CCM. asubuhig weneit naitwa Doyo Hassan Doyo, ni mgombea wa nafasi ya rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kupitia chama cha National League for Democracy, lakini pia ni katibu mkuu wa chama cha NLD Taifa.

Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naitwa Salumu Rashidi, ni katibu mkuu wa United Democratic Party ud kwa jina anaitwa CPA Amos Makala, niko hapa kumwakilisha katibu mkuu wa chama cha mapinduzi. Nashukuru msajili kwa kutambua msiba na msiba huo mbali. Nimeanzia mheshimiwa msajili wa vyama vya siasa nchini, amesema watu wote waitambulishe baada ya wanasiasa

kuna watu wangu wawili ambao hujawatambulisha hao wawili hapo, na wenyewe wajulikani na wakina nani? Dkt Rioba, mkurugenzi wa TBC. Wanasiasa bwana wanakasumba, usipowatambua wanasema tumeenda pale, lakini hatukutambuliwa uwepo wetu. Kwa hiyo mimi nimetaka kila mtu ajitambulishe, lakini wengine tulikuwa tunamsikia Mramba tu, sijui Mramba si okay. Leo tumewaona live wako hapa mbele yetu, kwamba sana wafahamu niliowataja na wafahamu, lakini kwa manufaa ya wajumbe wengine pia wameweza kuwajua. Kwa hiyo ninachotaka ni kwamba kikao hiki tuonekane kama ni familia tumekaa pamoja kutafakari na kuchambua mambo kwa pamoja. Waheshimiwa viongozi wa vyama vya siasa, wawakilishi kutoka shirika la utangazaji Tanzania TBC, wawakilishi wa taasisi mbalimbali mbali, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, habari za asubuhi na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Napenda kuchukua nafasi hii kuwashukuru kwa kuitikia mwaliko wa kushiriki kikao hiki muhimu ambacho kinalenga kujadili kwa pamoja nafasi ya shirika la utangazaji Tanzania kama chombo cha habari cha serikali katika kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwezi Oktoba mwaka huu. Wageni waalikwa, kwa mujibu wa sheria ya vyama vya siasa sura ya 258, ofisi ya msajili wa vyama vya siasa ina wajibu wa kuhakikisha vyama vya siasa vinafuata misingi ya demokrasia, kuheshimu sheria na kujenga siasa safi na za kistarabu. Katika kutekeleza jukumu hilo, tunatambua kuwa vyombo vya habari na hususan TBC kama chombo cha umma Vina mchango mkubwa katika kujenga mazingira ya uchaguzi wa haki, huru na amani. TBC inabeba dhamana ya kuwahabarisha umma kwa uwiano na usawa kwa vyama vyote vya siasa bila upendeleo. Huu ni wajibu wa kikatiba na wa kiuadilifu na wa kisiasa pia, kitaasisi. Pia kadhalika vyombo vingine vya habari vya umma na binafsi vinapaswa kufuata misingi hii kwa kuhakikisha vinaepuka kuripoti habari za uchaguzi kwa upendeleo au kueneza propaganda au kuwa sehemu ya uchochezi. Katika mazingira ya sasa ya kidijitali, tunakumbana pia na changamoto kubwa ya matumizi mabaya ya akili mnemba, artificial intelligence, katika kuunda na kusambaza taarifa pamoja na ongezeko la taarifa potofu fake news katika majukwaa ya mitandao ya kijamii, ni wajibu wetu sote na hususan vyombo vya habari kama TBC kujitofautisha na kuwa chanzo cha taarifa za ukweli, sahihi na za kuaminika. Tunahitaji kutumia teknolojia kwa manufaa ya jamii na sio kwa kupotosha au kueneza taharuki au kwa manufaa ya upande mmoja tu. Tunataka wananchi watutegemee, watambue kuwa wakitaka taarifa sahihi za uchaguzi kutoka vyombo vya habari vya ndani, basi TBC iwe kinara ya kuwa mfano huo kwa vyombo vingine vyote. Nimesema hayo ambayo ni kwa rasmi ya taarifa yangu, lakini napenda ni kuhakikishie mkurugenzi wa TBC aina maana kwamba walioko mbele yenu hawana imani na TBC, lakini tunajua kazi kubwa mlionayo. Nchi zingine unakuta zina vyama viwili vitatu, ni rahisi tunapo allocate muda ikaeleweka, lakini nchi yetu tuna vyama kumi na tisa. Wakati mwingine tuelewe kwamba apportioning muda kwa ajili ya airtime lazima kuwe na a kikwazo kidogo. Kwa hiyo tusiende kulalamika, lakini turudi pia na sisi wanasiasa tujiangalie. Ninataka kuwapa changamoto, tangu mikutano imeanza kufunguliwa, ni vyama vingapi vimefanya mikutano? Kwa hiyo hizo changamoto ambazo mnakuwa nazo kwa ajili ya kufanya mikutano, basi na TBC kama chombo cha habari kina changamoto zake, ndio mantiki ya kukaa hapa ili tuweze kue, kuelezana vizuri tuboreshe vipi masuala ya mawasiliano na utekelezaji wa TBC ili kuimarisha mapenzi ambayo tayari watu wanayo kwa TBC. Baada ya kusema hayo, nawashukuruni kwa kunisikiliza, asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa msajili wa msaiiaoa siasa nchini Uh, ambaye ndiye mwenye dhamana na vyama vya siasa sasa. Kabla hatujaendelea mbele, humu ndani tuna vyombo vya habari badi uh, ya TBC, si kuna vyombo vingine vya habari sasa. Kwa mujibu wa utaratibu ni kwamba, baada ya hotuba fupi ya ufunguzi kutoka kwa msajili wa vyama vya siasa nchini, vyombo vingine vya habari vinaaswa uh,